Baada ya kifo cha MC Pilipili pili, kuna jambo ambalo limekuwa likiendelea kujadiliwa kwa kina sana katika mtandao wa Instagram, jambo hili ambapo wengi wamelishinikiza kwamba inawezekana ndo likawa, e, ikawa chanzo cha kifo cha MC Pilipili ambaye kwa sasa tuko naye tena. Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi, amina. Njoo tuli discuss ile hapa jambo kwa kina, tuone baadhi ya watu walikuwa wanasemaje. Jambo hili ambapo ilikuwa ni picha e, ya huyu mwanadada ambaye inasemekana ni wife eh, eh, wa MC Pilipili ambaye eh, ilisemekana kwamba aliposti picha fulani ambayo eh, alikuwa akionekana ana uja ana ujauzito, ambapo watu wengi wakuwa wanajadili na kusema kwamba pengine hiki ndo kikawa chanzo eh, cha kifo cha MC Pilipili, pilipili labda alipata mshtuko ama mje tusome baadhi ya comment za wadau walikuwa nasemaje. Mimi nitasoma bila kuongeza neno wala kupunguza neno lolote katika hichi ambacho walikuwa wameki comment hapa kupitia page na ukurasa wa Instagram katika page ya Fred Mastori, ambapo aliweza kuposti hii picha ambayo ilionyesha MC Pilipili akiwa amemshikilia mtoto, lakini pia pembeni yuko wife wake akiwa anaonyeshwa ujauzito eh, wa wake. Lakini katika upande wa caption site aliweza kuandika kwamba quit quit mina ni mjamzito Uh, jamani hivi huyu ex wife wa MC Pilipili amepata ujazito wa pilipili au hivyo ndivyo alivyoweza kuuliza. Hii picha ilipostiwa siku moja kabla ya taarifa za kifo za MC Pilipili, yani ilipostiwa majira ya Jumamosi, ambapo kifo cha MC Pilipili kimetokea Jumapili. So baada ya kuuliza hilo swali, watu hawakupata reaction kivile hiyo siku ya Jumamosi, lakini baada ya kifo eh, cha MC Pilipili majira ya jana, ndio watu sasa wakavamia upande wa comment section E, wakaanza e, kuandika jumbe nyingi kweli kweli za kuumiza moyo e, pengine za kuendelea kugesa ama kuotea kifo cha MC Pilipili, pengine inaweza ikawa hiki ndo chanzo. Kwa nini ndo chanzo? Ni mtu pitia comment za dau. Huyu anaitwa mami underscore kudi kaweza kusema kwamba nishapata majibu ya kifo cha MC Pilipili. Nimeona comment yake imeweza kupata reaction kwa maana ya likes 115 ikiwa ina masaa 12 tu ambayo ameweza kupita. Sasa watu walikuwa na reply katika hiyo komenti ya huyu mwanamama ambaye anaitwa mami underscore code. Huyu kaweza kusema kwamba nini, nemniambieni. Huyu mwingine akiweza kusema kwamba acha tu, inauma kuna muda hizi media ziwe zinachuja habari za kutrendi, nazo wakae wajue wanaumiza sana watu. Huyu mwingine akiweza kusema kwamba eh, depression imempelekea E pressure, kwani ex wake kabeba mimba ya mtu mwingine na yeye hajaye kumzalia. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mbona wamezaa naye mtoto mmoja. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwani hawakuwahi kuzaa naye. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba nani kakwambia ni kimetrendi. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwa huyu mtoto hajazaa na Qute Mena. mwingine akaweza kusema kwamba ndio Huyu mwingine akaanza kusema kwamba Hmm, wewe mbona unachuma dhambi za bure? Hata kusomeshwa mtoto alikuwa anasomeshwa na MC Pilipili, walipata mtoto kabla ya matatizo yao. Mwingine akaanza kusema kwamba mwe, jamani, kumbe yule si mtoto wake. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba ni wa MC Pilipili, chunguza video nyingi za MC Pilipili, binti yao walimpata wakiwa kwenye ndoa kabla ya kutengana. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba nimesema ni trend kwa sababu siku zote wanaume ka ni ngumu, so huenda alikuwa bado anampenda mkewe, but kwa sababu ni star akaamua kujikaza e, kiwanaume. Je, inakuwaje kama baada ya kupata taarifa za mtandaoni kuwa ex wake ana mimba ndio akapata pressure? Mngerekeza kusema kwamba hiyo ni depression, so huenda akuwa ame move on, so alivyoona mtandaoni ex wake ana mimba huenda akapata pressure. Si, hii comment ya huyu mwanadada naona nimepata reaction nyingi na ilikuwa ina reply kwa, kama nilivyokusomea replies hapo. Sasa tuendelee na comment zingine. Huyu hapa anaitwa eh, kikae kaza kusema kwamba maskini au hii picha ilimshtua sana moyo eh, MC Pilipili. Mwingine kaza kusema kwamba eh, na utaka na eh, na na eh, komenti yake, unaona ameweza kukosea kuandika, lakini na feel kwa na maanisha kwamba na utakuta aliona hiyo picha ndo ikawa hivyo tena. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kipi cha ajabu hapo? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba nimeona e, wameposti MC Pilipili kafariki. Mwingine akaweza kusema kwamba e, utakuwa wa kwako. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba ukaona utoe picha kwenye account ya Ucrop, ukaona utanipa promo. haya njo ni kujibu kama e, unayo au huna Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mwacheni huyu baba apumzike kwa amani jamani, msimgasi. Mwingine akaweza kusema kwamba hii ni picha ya AI. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba MC alimpenda sana huyu dada. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umewamaliza e, imani umeilinda, pumzika kwa amani MC Pilipili. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba unamuuliza nani? E, e, tukuulize wewe na umbea vipi? Wewe subiri e, uzae ili maana, jamaa yupo kwa mola sasa hivi. Mwingine kaza kusema kwamba hapana, alikuwa anatangaza hizo nguo. Huyu mwingine kaza kusema kwamba hapana, ni picha ya zamani pia, alivaa vinguo, alikuwa anapromoti hizo nguo. Mwingine kaza kusema kwamba aisee huyu mwingine akasema kwamba wewe juzi tu umeposti hii picha leo kafa, mbona watupa maswali? Mwingine akasema kwamba MC Pilipili amefariki leo jijini Idodomia. Huyu mwingine akasema kwamba kitambi e, cha ugali Hizi ni baadhi ya comment nyingi za wadau ambazo walikuwa na comment, ikiwa ni baada ya kifo cha MC Pilipili. Watu wengi wakaendelea kuges kitu gani ambacho pengine kimefanya mpaka MC Pilipili akafariki, yaani chanzo mpaka hivi sasa kimekuwa ni, ki, ni kigumu kupatikana mimi nakumbuka majira ya mwezi wa tisa niliweza kufanya interview mwisho na MC Pilipili pili, na aliweza kuzungumzia mambo mengi kuhusiana na mahusiano yake, ambapo pia kuna situation ambayo aliweza kuizungumzia na kusema kwamba kuna wakati alipitia maisha ambayo hakuelewa, hakujua kama amelogwa, ni kama vile alisaulika, ni kama vile watu walimtenga, lakini end of the day kuna watu ambao walikuja kumuinua, na amekuwa akimshukuru sana MC Grabi, ambaye amekuwa ni kama vile brother na rafiki yake wa karibu sana na toka hicho kipindi ambacho alikipitia MC Garebindo alisimama kumnyanyua, alimshonea suti nyingi sana na aliweza kuongelea kile kiatu chake cha goldi na kusema kwamba hicho ni kiatu ambacho kimemrudisha kwenye game. Of course aliweza kupokea kupotea kwa hivi siku za karibuni, lakini akuishia hapo. MC Pilipili aliweza kumshukuru eh, ne, Kuhani Musa ambapo waliweza kusema kwamba kuhani amemtendea mambo mengi sana na ameweza kumfikisha pale yeye alipokuwa anashindwa kufika, kufuatia matamasha mbalimbali, shows mbalimbali, lakini hayo yote yamekuwa ni eh, eh, eh, memories ama kumbukumbu za kuumiza. Baada ya kifo chake, mambo mengi sana yameendelea kuzuka kufuatia, eh, kifo hichi cha MC Pilipili majira ya jana, na hichi ndo chanzo ambacho kilikuwa kinajadiliwa sana katika mtandao Instagram, eh, kufuatia hii picha ya ex wake Qute Mena ambapo inaonesha alikuwa na mimba. Sasa picha hii inasemekana ni ya zamani, bado tunaendelea kulifuatilia hili swala kwa karibu tuweze kujua, je, yeah. ni ya zamani au ni ya hivi karibuni. Ungana nasi kubonyeza alama subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza na nguvu kupata update zetu kila wakati na kila muda. Subscribe hapo chini. Mimi naitwa Dodax_Dreezy. Tembelea page yetu kila wakati na kila muda, asante.